Kazi yenu ni njema, na mimi sina budi kuendelea kuatia moyo. Mwendelee kuzingatia kiapo chenu, mwendelee kuzingatia maadili ya kazi, mwendelee kuzingatia kwamba wanaokuja kupata huduma hawana mahala pengine pa kimbilio. Ametoka huko, amejisikilizia hapati nafuu, amekunywa dawa wengine wanakunywaga dawa hata kabla hajaenda kumuona daktari. Wengine wanakunywa dawa za kienyeji, wengine wanapewa ushauri, wengine wanaombewa kutolewa mapepo. Anafanya kila inayowezekana anakuja kupata huduma, na huduma hiyo, mtu wa kwanza kama alivyosema DMO ni muuguzi ndio anayempokea. Kwa hiyo kama viongozi wa serikali tunatambua na kuthamini kazi nzuri unayoifanya kwa kweli muuguzi anafanya kazi almost zaidi ya asilimia themanini ya shughuli zote za huduma za afya. Tutaendelea kufuatilia maslahi yenu, maslahi yenu. Wakati mwingine mnafanya overtime na overtime, mapato ya ndani ya kituo hayawezi hata kumlipa muuguzi. Nimezielekeza halmashauri zitenge bajeti kwenye mapato ya ndani ya kuwalipa wauguzi na vile vituo ambavyo havina uwezo wa kujiendesha, yemoo yuko hapa, mganga mkuu yuko hapa, na muuguzi mkuu yuko hapa. Yapelekeni kwenye CMT na CMT chini ya mkurugenzi wa spo wasikiliza, mkuu wa wilaya huyu hapo msikivu, mpelekeni ahangaike nao, watoe hizo fedha, wazisaidie vile vituo ambavyo viwezi kujiendesha walipaposho. Wala unahusika katika jitihada za kudumisha mfuko wetu maana meleza hapa, mna mpango wa kuwa na mfuko, mnaweka mambo mazuri, mnatafuta kama milioni kumi ziweze kuwasaidia. Mimi leo nitawachangia milioni tatu, nazikabidhi hapa hapa. Kesho pango atuavushe salama, wakina mama na watoto chini ya miaka mitano ambayo malengo yake makubwa yalikuwa ni kupunguza vifo vya kina mama wajawazito wanapokwenda kujifungua, lakini vifo vya watoto chini ya miaka mitano. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nikwambie programu hiyo ndani ya wilaya yetu inakwenda kwa mafanikio makubwa sana. Tangu ianzishwe mpaka sasa, idadi ya vifo vya kina mama wajawazito vimepungua mno viebaki vifo vile ambavyo kwa kweli haviwezi kuzuilika, lakini kazi kubwa ya kuzuia na mafanikio katika programu hiyo imefanywa na wauguzi hawa unaoona hapa. Siku hii ya leo leo tumependeza, tunafurahi, tunayakumbuka yale aliyotutendea muasisi wetu Bi Florence Nightingale. Swala so, moja ambalo ninawaomba wauguzi wenzangu ninaomba tuzingatie upendo si ndio? Nafikiri neno upendo linamaliza kila kitu. Ukiwa na upendo utawapenda wenzako kazini, ukiwa na upendo utasaidiana na wenzako katika kumhudumia mgonjwa, ukiwa na upendo utamhudumia kwa moyo wa dhati yule mteja wetu ambaye ametuajiri sisi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa Wauguzi kwa kawaida kila mwaka wanapofanya haya maazimisho huwa wanatoa zawadi kwa wagonjwa wao, na kwa mwaka huu. Kwa kawaida huwa tunatoa zawadi kule wodini kwa wagonjwa ambao wamelazwa. Kwa mwaka huu tuna mgonjwa wetu, huyu mgonjwa wetu aa, alipata ajali akavunjika mguu, kwa bahati mbaya haukuweza kutibiwa Uh, ulikatwa, lakini mgonjwa huyu tulimpokea. Alikatwa muda mrefu uliopita, miaka miwili au moja na nusu hivi, lakini basi tulimpokea na alipata msaada kutoka kwa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu wa kutengenezewa mguu wa bandia, na mgonjwa huyu sasa hivi anatembea na miguu yake. Lakini hao uguzi hawa mwaka huu wakasema zawadi wanampa mgonjwa huyu, wanataka huyu mama aweze kuendesha maisha yake, na walifanya naye majadiliano akasema yeye anataka kufanya biashara, atunze watoto wake. Mheshimiwa, huyu dada baada ya ile ajali, kwa bahati mbaya mwenza wake alimkimbia, kwa hiyo amebaki mwenyewe anatunza watoto. Na wauguzi hao wakasema kama sehemu ya shukrani kwetu kwa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Tunaunga mkono juhudi ile aliyofanya. Yeye amesaidia kwenye upande wa matibabu, lakini sisi mchango wetu tunamwezesha huyu we dada aweze kufanya biashara ambayo yeye mwenyewe alichagua.